Kwa majina naitwa Eliasa Kasimu Mtarawanje mkurugenzi wa taasisi iitwayo Mtarawanje Foundation. Mtarawanje Foundation tunajishughulisha na masuala mbalimbali ya kuwagusa wenzetu ambao wana changamoto kidogo, na leo tupo katika jimbo hili la Kivule, tumekuja kushirikiana na wenzetu kuwapatia watoto zaidi ya 2500 sare za shule, madaftari, peni pamoja na taulo za kike. Sisi kama Mtarawanje Foundation shughuli zetu kubwa kujishughulisha na kuwagusa watoto ambao kidogo wanayohitaji maalum. Kwa hiyo kimsingi leo tumekuja katika eneo hili na tumefanya mambo haya maeneo kadhaa huko nyuma, na kama unavyoona watu ni wengi wamejitokeza, na tunajua tunachoenda kukitoa akiendi kumaliza changamoto yote, lakini tunaenda kupunguza makali yapo kidogo. Tunafahamu serikali imeunga ime, ime, ime, ime mkono sana katika sekta ya elimu kwa maana ya kujenga majengo mazuri kutengeneza miundombinu ya walimu lakini e, kutoa ruzuku mbalimbali zinazohusiana katika sekta ya elimu, lakini sisi kama Mtarawanje Foundation tunaendelea na sisi kuiunga mkono serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri inazozifanya. Tumekuja leo kuchangia sare hizi bure kabisa kwa wanafunzi wa maeneo wa haya. Kipekee tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye ndio chachu kubwa wa sisi kufanya jambo la namna hii, kwa sababu tumemuona ameendelea kufanya mambo mengi kwenye sekta hii ya elimu. Lakini pia tunaishukuru Wizara ya Elimu kwa kazi nzuri ya kusimamia sera za elimu katika kwa nchini kote. Lakini tunamshukuru sana mbunge wa jimbo hili, kaka yangu Deogratias Masaburi, yeye ndiyo chachu ya sisi Mtarawanje Foundation kuja hapa. Bila ya yeye sisi tusingewepo kuwepo hapa. Kimsingi yeye amekuwa kiongozi shupavu. E, na, na kiongozi ambaye anaonekana mwenye maono makubwa. Yeye ndio ameandaa watu wote hawa na ameweza kufanya e, scouting ya kuwapata hawa watoto ambao wanaonekana kidogo e, wana uhitaji maalum. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Mbunge na timu yake yote katika jimbo hili la Kivule. Ni wenyewe mmeona watu ni wengi kwa live kabisa, mmeona na sisi mizigo tayari tunayo hapa live, hizo ndio uniform zile kule ni padi za kina, za, za, za, za kwa ajili ya wasichana zipo peni madaftari miswaki na vitu mbalimbali mbali. sisi kama Mtarawanje Foundation tunaendelea kuiunga mkono serikali lakini pia tunaendelea kuwagusa watoto maeneo yote nchi nzima Ah kiongozi huwezi kuwa na pesa ya mfukoni ya kusema kwamba mimi naweza kwenda kununua labda uniform kwa wanafunzi jimbo zima haiwezekani sisi mshahara wetu unatutosha kuwatumikia wananchi kwa maana ya kupata nauli ya kwenda bungeni na kurudi na kulipa wasaidizi wa ofisi wanaokaa kukusanya matatizo na kero za wananchi kwenye maeneo mbalimbali. Sasa kilichobakia ni wewe kutengeneza mahusiano na Mheshimiwa Rais. Katika, katika ile miaka yake mitano amekuwa akihimiza sekta binafsi kuja kushirikiana na serikali yake katika kutatua changamoto ambazo zinaonekana na zinaweza kutatuliwa na watu binafsi, na vile vile tunaona sasa na sisi watu binafsi, zamani kwa watu wamezoea watu, watu wa nje wanatoa misaada, ila sasa hivi vijana wa Kitanzania pia wameamka wame, wame wameamka wamejiajiri wenyewe wako waliokuwa wamesoma na wako wasiokuwa wamesoma, wamejiajiri na wenyewe pia wanahangaika kutafuta riziki, kufanya maandiko mbalimbali kwa wadau mbalimbali, wanapata na wao wanaulisha kwa jamii kama ile corporate social responsibility. Kwa hiyo ndugu zetu Apex Foundation dadangu hapa lakini ndugu yetu Mtarawanje Foundation kakaangu hapa, mtu mmoja mahiri kabisa e, tumeona kwa kipindi fulani ama kwa kipindi chote amekuwa na kiu ya kutaka kuendelea kumsaidia mtanzania mmoja mmoja kwa kadiri Mungu ambavyo amemwezesha. Kwa hiyo unasema kutoa ni moyo na sio utajiri. Kwa hiyo na mimi pia vile vile najipa maua yangu kwa kuweka mahusiano mazuri na Apex na Mtarawanje Foundation. Na leo nimevutia upande wangu nimepata hizi unazoziona zawadi hapa kuna uniform kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la saba tena walifanya kazi kubwa sana nyuma huko na ofisi ya mbunge wameanza kuwatambua, na si tulisema tuwatambue watu wenye mahitaji, sio kwamba mtu anainuka huko. E, unajua wakati mwingine sisi wenyewe wa chama chetu kwa mapinduzi wanasema na sisi tunapenda kupendelea, tunasema sawa tu, tunaanza big child begins at home, lakini vile vile na wananchi vile vile ndio waliotuchagua. Kwa hiyo tumesema, hapa tumezingatia wenye mahitaji kabisa. Ukirusha droni, ukiangalia hapa, waliokuja ni wananchi wale wenye mahitaji kabisa vile vile wapo lakini na bile, wapu, wapenzi na wakereketwa wapo lakini wamekuja kwa wingi kushuhudia namna gani mbunge wao mimi kijana wao ambao wamenichagua nimekuwa nikitimiza ahadi zangu kadiri ambavyo Mungu ameniwezesha tangu kuapishwa kwangu. Leo hii mmeona tufauti, tumefanya tofauti tofauti, tumefanya maji, tumefanya barabara, tumefanya vikundi vya bodaboda, vikundi vya wajasiriamali, maafisa usafirishaji, kila kukicha ndani ya jimbo letu sisi la Kivule tuna tunasema tuna aktiviti kwanza zinafanyika kwa hiyo zina leo aktiviti ambayo imenileta pamoja na kwamba nikitoka hapa nakwenda kukagua ujenzi wa barabara ya kutokea Banana, Kitunda fremu kumi mpaka Kivule kwa kiwango cha lami. Mheshimiwa Rais tunamshukuru sana, ametupatia fedha zaidi ya bilioni 30. Ule ulikuwa ni mfupa uliomshinda fisi, lakini chini ya awamu ya Daktari Samia Suluhu Hassan alipokuja kufanya kampeni alihitaja barabara ile ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, na ikumchukua zaidi ya wiki mbili tangu apisha kwake akaingiza fedha kwa ajili ya ujenzi ule, na wiki tatu zilizopita tulifanya pale ziara naibu waziri wetu ndugu yangu Kwagwila, tukamkuta mkandarasi anasuasua, kashalipwa zaidi ya bilioni nne nukta tano tukachukua hatua stahiki, yule bwana haka, akawekwa ndani, akaleta mpango wake wa kumaliza kazi kabla mwezi wa nne, na sasa nimeiona kazi ile inakwenda kwa haraka sana, kuwakomboa wananchi wa Jimbo la Kivule. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba ndugu zangu leo wamekuja mwenyeji njo mgeni apone, wamekuja kunifuta jasho ama machozi kwa wananchi wenzangu wenye mahitaji maalumu, lakini pia vile wamenipa fursa ya kupata vyombo vya habari na kuizungumzia barabara hiyo ya kutoka Banana mpaka kule Kikule, na katikati nachepuka kwenda njia nne, ndiyo ilikuwa mfupa mkubwa. Na wananchi, wakati mwingi tukiwa tunazungumza mambo haya mengine ya maendeleo, huwa wanahoji sana, sawa, elimu, maji ya mepata vizani fedha kwa ajili ya ujenzi wa visima vya maji. Ndugu yangu Aweso kaleta zaidi ya milioni 500 vikachimbwa visima vikubwa. E, kwa hiyo najaribu kuwambia wananchi kwamba pamoja na mambo mengine haya tunayofanya, ila kiu yao ya barabara Mheshimiwa Rais amekwisha kuweka fedha, ni uzembe wa mkandarasi, na mimi nimekubaliana nao. Siwezi kukubali mkandarasi mzembe atakayepewa kazi ndani ya jimbo letu la Kivule alafu akalala wakati Watanzania wanahitaji barabara na wakati rais Samia amekwisha lipa fedha hizo kwa ajili ya kuweza kwenda kujenga barabara hizo. Kwa hiyo hiyo, nilikuwa nimesema siko muhimu, lakini mwisho, kaka yangu Mtarawanje, dada yangu hapa, ningetamani nitumie lugha gani ili muweze kunielewa na kujua mapenzi ama furani ndani moyo wangu, lakini itoshe kusema kwamba mmenivisha nguo, maana ahadi hizi tulikuwa tunaahidi bila kujua utazitekelezaje, lakini wakati mwingine ni Mungu tu. Unapokuwa na dhamira ya dhati ya kumsaidia mtu Mungu anakuonyesha njia. Kwa leo hapa tunazo uniform zaidi ya elfu mbili na mia tano kwa ajili ya wanafunzi wanaokwenda kuanza darasa la kwanza mpaka darasa la saba, padogo hapo. Lakini vile vile tunazo Colgate, tunayo madawa, tunazo zile taulo kwa watoto zetu huku. Unajua kuna iftari ipo kwa sababu mwezi wa Ramadhani, madaftari eh, lakini pia uliniambia pia, na hayo tutaangalia namna gani tunawafundisha nadhani tuliongea ndio maana nimegafrika nimesema na daftari lakini pia madaftari nimeaona ndugu zangu kwa kweli nawashukuri sana Mungu wangu wa mbinguni awabariki tuendelee kumwombea rais wetu daktari Samia Suluhu Hassani aendelee kufaidi kizazi kizuri cha Watanzania wajenzii vijana wenye kutaka wenye kuijenga nchi yao kama Mtara, Mtarawanje Foundation kama Apex Foundation ndio Watanzania tunaojivunia sio wale ambao wanakaa kwenye vijiwe, badala ya kuleta suluhu ya matatizo wao kazi yao kulalamika. Sisi tumesema vijana wa kileo, sisi wa Gen Z, tunakwenda kushirikiana na mheshimiwa rais katika kujiletea maendeleo yetu wenyewe. Hili hapa, alihitaji rais aje kuja kugawa eti uniform za shuleni, wakati wadau wapo na wanafanya biashara, na tunajua kuna hiyo corporate social responsibility, manake ni kurudisha, give back to society. Kwa hiyo, wako taasisi mbalimbali wanahitaji kurudisha lakini inatakiwa kuni green button ni za vijana wenye uredi wenye uwezo wenye kujitambua kama akina Mtarawanje, akina Apex wanakwenda kwenye hizo taasisi wanabonyeza green button ile. CSR ipo kwa mujibu wa sheria za kikampuni ama za kitaasisi, zinakuja Mtarawanje. Nakushukuru na sana, brother wangu dada wangu, nakushukuru sana, Mungu akubariki sana, na kama kuna mahala tume, mtakwama twende, twende shule smart Hey, asante maanake, wakati mwingine mwanafunzi anatamani kuenda shule. Mimi nimesoma shule ya msingi Tandale uzuri. Unajua, watu wengi waza katuona kama vile akajua yule, labda labda mtutu akishua baba yake liko Masaburi, lakini yeah. Lakini mimi nimesoma shule ya msingi Tandale uzuri, darasa la kwanza mpaka la saba.